Tumesikia kwamba uh, kijana wako alipata kifo chake, ilipopelekea ni kujitumbukiza kwenye maji kisima na kutokana tuna kuliwa pesa zake za ada ambazo walimpatia kwa ajili uh, ya kuendekea chuoni hapo. Hapana. Hebu tuambie kuhusiana na hiyo. Yaani, mimi sijampatia hela kama jinsi wanavyosema kwamba nimempatia milioni moja, sijampatia kabisa, huo ni uongo wao, tena ni uongo wao kabisa, unaona mimi nilimkatia tiketi mwenyewe, umeona, nikapa na hela kidogo tu ya kutumia. Sawa, basi nikamwambia, vipi swala la ada? Akaniambia, mzee, kule kuna laki, kuna laki tano zipo. Umeona, mimi nilichosema nikasema, basi sawa, kama vipi ukishafika kule nitaongezea. Kwa hiyo no. baada ya hapo sasa, alipofika mm, mm. huku ndo hizo taarifa zikawa zimezaga za design hii wakati sio taarifa za kweli, okay. Sasa tumemsikia mamake mdogo ambaye yuko Ujerumani anasema kwamba kitu ambacho kilipelekea kufariki ama kujiua ni chuo kiliweza kumzuia kutofanya mtihani wake wa majaribio. We kama mzazi, pengine unaweza we ukatuambia hili ni kweli, hebu tueleze sasa kwa ukubwa namna ilivyokuwa. Ni kweli, we, ni kweli. kwa, kwa. sababu yeye alifanya mtihani wa awali si ndio, akafanya tena mwingine kwa niaba, yaani achukue ule kule, aje aongezee pale ili max zake ziwe sawa, lakini akakataliwa. E, wakakanseli kabisa. Sasa sijui kitaalamu ni nini, wakafuta waka kabisa, unaona. Basi ilikuwa ni wakati wenzake wanafanya mitihani ya likuwa wapi? Ha, wakati wanafanya mitihani na sasa alikuwa yupo shuleni huko hmm. Eh, kwa sababu alijaribu kuomba kama mara mbili mara tatu, yule mwalimu akamkatalia. Eh, na hajawasiliana naye kama mzazi kuuliza kwamba baba au kuambia baba bwana, wamenizuia nisifanye mtihani. Alikujulisha hiyo? Yaani aliku baada ya kuja sasa nyumbani kule, ndio akawa ametueleza kwamba bwana, mimi kule sitakiwe kurudi tena kwa sababu ya somo, kuna somo fulani alisema kuna somo fulani la mwalimu fulani mimi siku sikufanikiwa kulifanya kwa sababu nilipatwa na, na shida. Alikuja kweli kule mkono ulikuwa yani hauko vizuri, unaona eh, akawa msema hivi, hey, unaona. Mimi mke wangu tukawa tumemuuliza je, yeah. Kwa hiyo mwalimu ndo amekwambia kwamba wewe utaki nani kurudi kule chuo? Akasema yeye huyo si asema mkuu wa nini. Unajua mimi sio mtaalamu sana, sijasoma, unaona ba hey, basi mimi nikasema hamna sheria ya namna hiyo. Ina maana hata kama ni chuo, kuna utaratibu, mtu anaweza akarudi chuo akawa anaendelea na masomo mengine, kwa sababu bado anaendelea na lile somo aliloacha akalifanya. Naona kwa mimi, sasa mtazamo wangu mfupi, ndo nilikuwa namwambia hivyo. Tukajitahidi e, kumbembeleza sana, ili atupe nani, namba ya, ya huyo mwalimu, akawa namba ajatupa. Kwa mwisho wa siku kwa hivyo tena, yaani, baada ya masomo kuna somo alifanya nafikiri, na somo lingine la pili. Sasa akaenda aombe, ili maksi zake afanye lile somo ili aongeze kwenye zile maksi zake, unaona, akakataliwa kwa, kama sijui amefuta, sijui amefanyaje, wenyewe kitaalamu, ndio nikamwambia bana, sasa kama mmeninyima basi sawa. Ha, hapo, hapo mimi nikawa nifanyaje? Nimemwambia mke wangu bana, yeye anasema harudi kule tena shule, si ndio? Kama harudi kule shule haina shida, lakini wewe endelea kuongea naye kwanza, ngoja mimi niende hapo kangaike mjini, nikaenda mjini. Unaona? Basi nikiwa kule, mke wangu akanipigia simu, bwana, ya mtoto tayari, shaongea naye, amekubali, kwa hiyo anarudi kule shule, kwa fanya utaratibu basi wa tiketi, mimi nikasema, hamna shida, mimi nitakata tiketi, watampitia hapo. Basi kweli ilikuwa siku ya Jumatatu juma, nimemkatia tiketi kweli, akawa amekuja huku, nafikiri alilala tu siku moja, alivyolala ndo siku iliyofuatia ambayo ni jana juzi juma, juma nne nikawa nimepigiwa mi simu sasa e, ni jana hiyo hiyo, jana hiyo saa asubuhi kwanza alinipigia simu asema ni tulikupigia simu ilikuwa saa kumi sasa hujapokea, nikasema yawezekana ilikuwa nimepitiwa na msingizi. Unaona, sijamaliza kuongea na yule yani nimemaliza kuongea naye kama dakika moja, akawa amenipigia mwingine tena, ambao ni mlezi Kanambia bwana eh, mimi ni mlezi wa Saidi hukusaidi amefariki n no. Nikamuuliza amefariki kwa sababu gani huku? Oh, bwana alijitumbukiza kwenye kisima. mm -hmm. Ah. yule wa kwanza nija, basi wewe njoo, nij ndo wenjo, nimeanza safari ya kuja huku kweli. Nilipofika nilikuja moja kwa moja hadi hapa mochwari. Nilivyofika mochwari, kangaika nao. Bahati nzuri akasema haina shida, mzee, ngoja tukuonyeshe kwa sababu ni nani mwanao. Kawamenipeleka kweli kumwangalia pale, kaona ni yeye mm.